Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Mikoa ya Mbeya, Songwe, Iringa, Njombe pamoja na Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua nyepesi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanaosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inaonyesha pia yanatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita kumi kwa saa katika Ziwa Tanganyika na kwa kasi ya kilomita ishirini kwa saa kwa ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa, lakini pia kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ukanda wote wa pwani, na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mwangu kiasi mvua na ngumu za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua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 Dar es Salaam, vipindi vya mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya jua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa.